Alshekhu alalama Abdulaziz bin Abdilahi bin Baz rahimahullahu taala, katika moja ya mambo ambayo yanatajwa katika historia yake, ule muda wa kushika udhu alikuwa akifanya jambo pale kwa muda ule, na akawa ni mwenye kudumu katika jambo la ilmu. Anajiandaa na udhu, maji yanaletwa, na mnafahamu alikuwa ni mtu ambaye amepufuka macho yake mapema, akiwa na miaka kumi na tisa takriban anapofuka akiwa na miaka takriban kumi na tisa, yale macho yameanza kukosa nuru akiwa na miaka kumi na sita, akiwa na miaka kumi na tisa akawa kipofu tamaman. Anaandaliwa maji, anafika sehemu ya udhu. Ule muda wa maandalizi alikuwa anahifadhi Alfiyatul Iraqi, moja ya nadhmu muhimu katika fani ya hadithi. Anahifadhi Alfiyatul Iraqi na akaimaliza katika ule muda wa kujiandaa na udhu anafanya swala ya alfajiri, adhuri hivyo hivyo, alasiri, maghrib, ishaa. Kesho tena anaenda mpaka akahifadhi beti elfu moja sangapi? Kahifadhi ule muda wa kujiandana nini naudhu kwa sababu ya ile baraka, baraka ya umri, baraka ya umri ambavyo walikuwa wamefanikiwa katika jambo la kuhifadhi wakati wao.